kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko anasema katumwa aje. Nataka niwaambie, nataka niwaambie. Si mimi, si Rais wa Zanzibar, hatutatuma watu kuja majimboni. Sisi, sisi tuna nafasi zetu kumi kumi. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi wale tunaowataka tuna nafasi kumi. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu, na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Hatuja tuma watu, hatuja tuma watu. Huu ni uwanja uwazi, ni uwanja uwazi. CCM oyee! Huu ni uwanja uwazi, kila mtu ajipime uwezo wake aingie kwenye mchezo, hazuiwi mtu, ajipime uwezo aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka, lakini tukimaliza kuamua, chama kirudi kiwe kimoja,